Kila kitu ni ngumu, ndo yenye imekuwa ngumu. Hata sabuni ya 20 bob peke yake siwezi afford. Watoto hawajakula kutoka asubuhi, baba unyango, hata ajali kama watoto hawajakula. Ah, hawajakula. Mimi hata sijui akina vile ilikuwa inaka vizuri na vile amevalia matambara. atu, atu, atu, unaita nani? Unaita nani? Unaita sauce Nakas. <laughs> <laughs> Nakasofa yako <laughs> <laughs> unasema nini ni nini nyinyi wasema mna zafanya muhimu isipokuwa kukaa tu hapa kwa jua na kuangalia watu na sijui kupiga na hizo simu zenu za takataka taka za picha zinatoa mosi, hata hamuna mwelekeo. Mnaniita chokora, mnaniita nimevaa matambara. Umejaribu wow, ndoa wewe. <laughs> Umejiongeleza kweli kwa ndoa. Unajua mtoto nafaa kukula nini asubuhi? Unajua baba nyangu anafaa kukula nini na kuvaa nini Nita mimi ni matambara hawa hmm? <laughs> hata wajui kitambo, mimi ndo nilikuwa mweupe zaidi, hata nilikuwa na mulika watu usiku. Siku hizi nimekuwa mweusi, ni ndo watu ndo menifanya hivo. Ndoa yaa, jameni, sirudi, wacha hmm. tu nienda kwa babangu. Hata watoto sio wangu, wende watafute baba yao hmm.